Unajulikana, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu ambao nisiwajua, sijui, unanielewa kwa wewe unavyokuwa unajulikana, kuna mtu anayekupenda, kuna mtu anayekuchukia. Kwa hiyo most of them wanaomtagia wanaomtagia mheshimiwa waziri kumtengenezea picha, labda kama mimi ni mtu mbaya, ndio maana mheshimiwa waziri alisema, aliingia kwenye peji yangu, anachoona na promo biashara zangu, lakini pia naishi maisha yangu. So, mtu anavyokuja kucomment chochote, siwezi mimi kwa nafuatilizia au tuseme, niumize kichwa nani kanikomentia hivi, nitakuwa naumiza Asasa waliniita mi ni mfanya biashara, lakini nadili sana na wasanii na nafuatiliwa sana. Kwa hiyo waliniita kwanza ku, kunielekeza jinsi gani naweza nikawa natumia mitandao na mitandao nitumie ni good way, nisitumie mitandao kwenye njia yote mbaya. Lakini pia waliniita kunipongeza kwa vile ninavyofanya vizuri. Yes, okay, so kwa vitu pengine maudhui umesema ambayo hayakuwa mazuri ya, ya, ya maugomvi ugomvi, hapa nyuma yote wameongelea mm. Eh, kwa sisi kuna watu wanatuangalia, kwa hiyo tunavyokuwa kama mtu unaweza kuingia live yako kwa dakika moja ukawa umepata watu zaidi ya elfu sita wanakaa na kusikiliza mnatuka, uongee vitu ambavyo vitawajenga na si kuwa gomoa. Okay, kwenye comment section pale wakati kosa yako imepandishwa pale, nikaona kuna baadhi wakawa wanasema eh uh, yawezekana pengine mavazi yako yale <laughs> unajua wewe ni stylish. Pengine na ye, alikuwepo kwenye mada hiyo. Hapana, hawakuongelea huko kabisa, hawakugusa kwenye biashara zangu, hawakugusa kwenye how ninavyovaa, lakini wao waliongelea in a way ya vitu tunavyokuwa tuna, tuna sasa kwenye maugomvi kuingia, kugombana, kutupiana maneno huyu na huyu, hivyo sio vitu vizuri na takiw havitakiwi sisi watu tunaofuatiliwa kuwa tunavyifanya kwa, kwa yes. maana rasmi sasa nkotii, wale wote ambao wamekuwa wakicharuana nao mitandaoni unafunga mjadala nao? Aa, nta, kuna wewe nitakuwa nimeelekezwa njia nzuri ya kudili nao. hawezi kumwacha mtu yeyote anaye, yani, yani mimi binafsi yangu siwezi kumwachaga mtu ambaye, ukizoea unavyokuja ndivyo ninavyokupokea and mimi najitengeneza, mimi na kuheshimika. Kuheshimika yani nomata wote, unatakiwa unipe heshima. Kwa hiyo pale utakapoonyesha dalili ya kunivunjia heshima, nitakuvunjia heshima. Sasa hapo kwenye kuvunjia heshima ndio inabidi utafute way ya kueleweshana vizuri moja vitu vingine ambavyo tuliviona uh, we, ttu wengi wakaanza kujiuliza. Sasa ujumbe wa Mheshimiwa waziri uh, Gwajima mm, pengine ulivyouona wewe, mimi nilishtuka, of course, hasa ulivyouona naye na alikwambia nini hasa, baada ya kusoma ujumbe. Mimi kwanza ule ujumbe nilichelewa kuuona. Mm. Niliamka nikakuta DM imetumwa na watu wengi, mama kapiga huyu mm. Kwa hiyo sikushtuka kwa sababu aliyokuwa ameniita ni Mheshimiwa waziri mm lakini pia niliitwa na Baraza la Sanaa Tanzania. Yeah. Hmm. Mimi si Baraza la Sanaa Tanzania, ni baraza linalodili na, na shughuli zote za kisanii Tanzania hmm. Na huku ndani sikuwa na expert labda ndani nikakuta Mfilipino au Mjerman. Yeah, ni wa Tanzania. Kwa hiyo nilichokuwa tu mimi najipanga kwa watakachoniuliza, nilikuwa willing kuwajibu. Hmm. Yeah. Yes, kwa hiyo sikushtuka. Na pengine hasa tunaamini tu, tu, baada ya kusoma kile na pia kuna majibu yako ambayo ulikuwa nayo hasa. Pengine ulitambua ni wapi ambapo umekosea ama ni nini ambacho ulikuwa na ukitambua kuna ni kwa against laba katika hicho wao walivyoelezea kwenye issue nzima ya hapa nyuma, tulikuwa tunapitia mahekaheka mengi yeah. Yes, waliongelea kwenye njia hiyo mm -hmm. kama naweza nkaingia labda live ya TikTok au nikaingia live Instagram 1 yeah. minutes si nikapata watu elfu sita mm -hmm. miss ninachotakiwa ninachokiongea kwenye hizo live mm -hmm. kiwe kinatija mm -hmm. na taifa lakini, pia kiwe kinatija na mtu ambaye anatamani the end of the day ajekuwa kama mimi ndio alibezi sana hapo. Hmm. Unaamini katika hili kuna mkono wa mtu kwa sababu labda Anko uh, T ni mfanyabiashara ambaye anafanya vizuri, inawezekana mbio labda kuna watu ambao pia anafanya nao biashara kupita wako. Au sasa kwenye ile bongo yetu mzunguke Anko T kwanza aitwe uko na mambo mengine ajielezee kwanza punguze moto. Wengine kuna hilo nahisi <laughs> labda lakini <laughs> pia kujisikia hapo watu ambao wanataka mm -hmm. kitaki sana waziri kwa jima. Bwana, Anko T, Anko T. Kwa sababu bwana Anko T Anko T watu pia wanaweza wakawa na tumika labda kwa kusukume huko kwenye uongozi na watu wa serikali si zani, ila pia na hata watu wanaokuwa wanataka, ujue kama watu wanavyokuwa wanavyonionaga mimi mimi, sana, sana, sana, nikiwa nimevaa nywele ngoja, yeah, leo niweke clear, mimi nauza nywele na yeah, nimeanza kuuza nywele. Mi sijaanzia si kuuza nywele Tanzania. Kwa nini niliamua kuvaa nywele zangu mimi mwenyewe? Kwanza nilikuwa na ukitumia, nilikuwa nikihisi nikimtumia mtu hataweza kufanya kama mimi ninachokifanya lakini pia kutokana na safiri safiri nchi nyingi, sitokuwa na uwezo wa kuwa na mbeba modo au na wabeba mamodo kusafiri nao nchi hizo, kwa sababu most of time, na safiri zaidi ya nchi nane, nikiwa nasafiri nikiwa naenda kupata mzigo. Kwa hiyo ule muda nitengeneze nywele mimi, nategemea nywele ni post, labda let's say nipo Philippine, ili niposti nipokee order, nikirudi Tanzania niuze. Siwezi kumsubiria nije kumsubiria tena nibebe mzigo nisionyeshe, nije hapa nitafute mtu ni shuti, muda unazidi, muda unazidi kwenda. Alafu na kitu kingine, watu, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu nisiowajua, sijui unanielewa. Kwa wewe unavyokuwa unajulikana, kuna mtu anayekupenda, kuna mtu, kwa hiyo most of them anayekuchukia, wanaomtagigi mheshimiwa waziri kumtengenezea picha, labda kama mimi ni mtu mbaya. Na ndio maana mheshimiwa waziri alisema, aliingia kwenye peji yangu, anachoona na promo biashara zangu, lakini pia naishi maisha yangu. So mtu anavyokuja kucomment chochote siwezi mimi kuwa nafuatilizia au niseme niumize kichwa, nani kanikomentia hivi. Nitakuwa naumiza nitakuwa napoteza, kwa sababu nina vitu vingi sana on my plate na na on zaidi ya kampuni tatu na wafanya kazi zaidi ya arobaini sasa hivi, na naongelea na wafanya kazi mpaka nje ya Tanzania so nina vitu vingi sana vya kufocus kuliko kuanza kufuatilia comment au kanikomentia hiki huyu ka comment, kwa sababu sitaweza kuwafurahisha wote. Naweza hapa sasa hivi nikavaa kanzu, akaja mtu mwingine akakomenti why nimevaa kanzu ya rangi hii, sijui unaelewa kwa ndo hivyo okay. Speaking kwenye biashara yako pia, uh, hapa katikati kulitokea mtafaruku ambapo Nifa na wewe mlikuwa mkijibizana, na moja a mm kati -hmm ya hoja ambazo alizizungumza ni kwamba lip balm zako ukipaka kuna baki upe ndani swali. So, la kwanza ni kweli, lip balm zako sio sio vile sawa kama unavyozipromoti? Na yeye ulitegemea kuja kusema kitu kama hiko? na unafikiri kwa nini alisema hivyo? Mm, kwanza ni sio sawa uh, na sio uongo uh, I mean, so, so ukweli. Lakini pia kwenye speaking of watu wanaofuatilizia vitu perfect na classic, mimi huwezi kuniacha kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio muasisi mwanzilishi wa kwanza kuleta nywele classic Tanzania. Kwa always mimi vitu vyangu natumia hela nyingi, lakini pia natumia mdalafu pia naenda, I mean naenda na, napenda kufanya vitu vilivyokuwa sahihi maybe hata kumliko sielewa, na hiyo yeye analijua. Yaani mimi sifanyagi tu kwa sababu nifanye, ila nafanya kitu ambacho nahakikisha kitakuwa kinatija kwa hiyo kwenye brandi, brandi zangu. Yule alichokuwa anahofia alikuwa ananiofiaga anani always anaofiaga kwa sababu anajua mimi ni hivyo na anajua nini nafikiria, so na binadamu wanavyo, kama iPhone juzi kipindi wanazindua uliona kuna comments zilisema iPhone iPhone, iPhone ni hivi iPhone ni vile hiyo ni kama competition kwenye biashara, which wewe unapofungua biashara siwezi mimi, mimi nauza kitu kama hicho au labda nina ndoto ya kuja kufanya kitu kama hicho, siwezi nikasifia cha kwako. Mimi damu yangu ime sold out in a week, which haijawahi kutokea. Mimi nime, nime launch ile product nime launch mtandaoni, lakini pia ikapata mawakala zaidi ya watu 200 in a minute, so ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nikitaka hapa tena kuja kujibu hizo expectations za watu, inafanya hivi inafanya hivi mimi ni kipindi naileta sokoni sasa hivi nishakuwa na malalamiko hayo, means na pia unapokea malalamiko yote kwenye brand yako, si mbaya kuyachukua, kwa sababu sisi hatutengenezi vile vitu, tunavichukua, tunavipeleka, tunalipa makampuni makubwa China, China wanatuzalishia. Wanavyotuzalishia mteja anapokuja kukitumia, kuna mambo mawili, kuna yupo kinayompenda, lakini yupo asiokipenda. Tunafanyaje kujenga? Ndio hapo, kama kuna baadhi ya marekebisho, tutakuwa tayari sisi kuvirekebisha, lakini pia kama hamna hizi kelele za watu haziwezi wa kukutoa kwenye focus miss wewe. Sasa hivi ulete mafuta mafuta, uzie watu kumi, watu tisa waseme ya kusawela, mtu mmoja akusababisha we ukabash out container? Haiwezekani. Kwa hiyo maybe huyo mtu anaweza tena kutumia mafuta mengine au akatafuta product nyingine, lakini tunaangalia sana, tunaangalia sana komenti nzuri kutoka kwa wateja zetu. Hioisya Yes. Mawakala noti, pengine pia ni moja kati ya mtu ambaye ulimfuata na ukatamani kuwa wakala wao awe wakala. Hapana. Alisema ulimuomba. Hapana. Wewe, mimi sijawai kumuombaga. Unamjua mtafuta celebrity yote kwenye kitu changu mm, chote sijawai kumuombaga. And kama ningekuwa ni mtu wa hivyo hata nywele zangu ungeona, wamevaa baadhi ya masta wengine mimi kila star unamuona amevaa nywele yangu ya mimi, si ana hela? Kwa sababu mimi napenda sana hela. Ukiacha napenda hela, mimi na vitu vyangu, natumia hela nyingi. Siwezi nikaenda nika, yani, nikatengeneza lip balm maybe ilio ni cost more than milioni mia moja alafu nije nimtake nifaje? Kwa kwanza, mimi ili wewe wakalangu, nilikuwa unanunua product. Kwa mimi sikuwa naomba, hata kama ningeupo naomba, kumbuka kuwa mimi niko karibu na watu maarufu zaidi ya huyo unaomtaja hapa. Si unajua? Yani, mimi nina watu ambao e wanamzidi kila kitu kwao. Yani ingekuwa beta nikasema naongea na Zuchu naongea na landi inge make sense, lakini siwezi nikasema na kutafuta Lakin. So nifa kwa kipi? Hamna chochote hapo okay. Watu, watu wanasema kwamba mnaoneana wivu eh, nataka ile uweke sawa wewe na nifa, nani anapaswa kumuonea wivu mm? Hapo jibu utakuwa nalo, kwa sababu mimi najua nini nafanya mm. mimi mm. ni mmiliki wa brandi ya Chowings, lakini pia sasa nyingi ambazo mm sio za kufahamika, I mean, ila kwenye kila biashara yangu niloileta kwenye soko inafanya vizuri. Auweza hivi, ukawa unaongelea kuwa unataka kuvaa nywele nzuri, sinahitaji. Unataka kuvaa nywele ya kiwango usinahitaji, so yeye anacho cha kujifunza wake mimi yani. Sasa hivi ukimtaja, sijui anauza nini yani, siwezi kumweka yuko kwenye kategoria gani. Ana vitu vingi, anafanya vingi, anafanya na je, kwenye vitu vingi anavyofanya, anahakikisha anajifanya ni perfect way, i mean Mfanyabiashara yote lengo lake <coughs> au target yake mwisho wa siku uingize faida, na unapoingiza faida kile kitu unachokifanya kuletea tofauti, kutoka Jumatano mpaka inapofika inavyofika Alhamisi, wewe unaona mabadiliko, ni sawa sana hivi. Siwezi wewe mimi, labda nauza nguo nikakuona wewe leo una umefungua duka la nguo kubwa, nika change kuja kutengeneza duka kama, kabla mimi sijapata faida, hilo duka anacho cha kujifunza. Watanzania wote wakakuwa wakilalamika wakisema, bwana, nyie wamama mnaomsapoti <coughs> Anko T, naomba nanyie mkija kuzaa watoto wafanane na Anko T. Una kitu tofauti gani na <coughs> mm, na wanaume wengine? Mimi sina tofauti na wanaume wengine, ila mimi nina tofauti na wanaume wote ambao hawana hela. Most of them wanaokuwa na comment vitu vibaya hawana na hela mm. nasibui nikwambie <coughs> kitu kimoja, hakuna kitu kibaya kama kumtoa maskini kufikiria, yani kumtoa maskini a change mind yake kuwa anafikiria kitajiri. Ujue sisi wa Afrika tumetengenezwa kwa umaskini, ni kama bazi, yaani wewe kuwa maskini ni haki yako, kumbe which is not. Umaskini ni kitu ambacho unaweza kukataa kuanzia kwa kukisema na kwa kuifanyia kazi. Sasa watu wengi sana wavivu. Wewe usikuje ukasema hivi, eti natamani mwanao aje kuwa kama Ankoti. Mimi huyo Ankoti unaoniongelea naishi maisha haba kumliko babako. Sasa hapo, what is the problem? Mimi na mzee wako tunaweza tukakaa hata maybe tukiangalia tu miamara, wewe toka amekuzadi hapo ulipo, tusiwe na same transition. Kwa hiyo anacho cha kujifunza, si umeelewa? Kuna yeah, ile namna ambayo inakukata mtu kwenye kompyuta akisema ngotia, haijawa kunikata, haijawa yeah, kunikata. Ujue ndio anaambiwa, kuna a point ya maisha, wewe ukifikia, kuna baadhi ya vitu vinavyoshika kama kelele. Mimi siwezi kuja kuji kujichukia au kusema mtu fulani amenikomentia hivi nichukue kama nichukue two person kwa sababu mimi naishi maisha ya ndoto zangu. Si umeelewa? Ehe. Na hakikisha nafanya kazi. Kuna watu nimetoka kukuambia kwa nalipa watu zaidi ya 40 na hakuna mtu mmoja anaobishwa mshahara zaidi ya tarehe moja. Mm. Kwa mimi na watu wananitegemea na hawa watu wananitegemea sitaki kuwavunja moyo kwa kufuatilia hizo comment au kufuatilia nani ananiambia nini. Hmm. Mimi ninachotakiwa tu nijue sivunji sheria ya nchi lakini pia nafanya kazi zangu zote zikiwa zimesajiliwa na zinatambulika kitaifa, maana yake nimelipa kodi na hivyo vitu vingine. Lakini haya mambo ya nani anasema nini huyu anasema hiki, siwezi kufurahisha watu wote kama nilivyokuambia. Kwenye watu mia wanaocheka, kuna 30 ya watanuna

hiyo uh, iyo, mimi kwanza kwenye speaking of watu wa nisupport, naweza nikasema ni ni naweza nikalipa asilimia 70 kwa 30. Ilikuwa hivi, mimi hapa natokea kwenye issue nyingi sana za master, na sio kila issue ya star yote unaoona mimi nikitokea, na kwa nimetokea kufuatia na na, na, na mwalimu, kuna baadhi wananilipa, lakini pia kuna baadhi tunafanya na nao biashara, ile bondi ya sisi kufanya biashara. Mi siwezi mimi leo nikashanga ati Nandi anazindua kitu nisitokee. Sasa mimi na Nandi tuna maongezi ya era always. Nandi nataka takafanya hiki, mimi atanihusisha. Mimi nataka kufanya hivi, nitamhusisha. Speaking of mimi kipindi alonji brand yangu ya lip balm, kwa nini kuna baadhi ya watu wa karibu hawakutokea? Okay. Uh, mimi nilonji ile brandi siku ya tarehe thelathini, siku ambayo Zuchu alikuwa na perform Nairobi kwenye nini uwanja ile okay. lakini pia siku hiyo hiyo Nandi alikuwa anafanya show kuna ba, moja ya hoteli Tanzania hao ndio watu walikuwa wamehusishwa sana. Lakini kama ulikuwa umefuatilia mimi sikuwa nimealika watu wote. Nilialika watu wachache sana kwa sababu guest list yangu ilikuwa inagonga ni watu 50 tu. Lakini hadi tuna launch tulikuwa tuna zaidi ya watu 70. Yes. Kwa mimi nilialika watu wachache. Vitu vyangu vika na sipendagi kuwa na high crowd. Napenda nikiwaita watu same niweze kuwa accommodate. Eh, nataka wageni wakija wale wanywe. Kwa hiyo nahitaji watu ambao wapo ndani ya uwezo wangu. Ila sio kwamba nilialika na ndo maana ile event ilifanya, nimetoka China niliandaa after 5 days nikaifanya. Swali so, la kuongezea hapa mm, moja kati ya comments ni kwamba moja kati ya swali ambalo lilizua taruki sana ni kuhusiana na interview kwa ambayo k mefanya masaa machache yaliyopita, na Juma Lokoli alikuuliza, alikuuliza mm. swali kwamba Anko T, una, una, una wishi kuingia kwenye ndoa, ukasema ndio. Akakuuliza unatamani kuoa mwanamke design gani? Ukasema ni mwanamke ambaye mwenye pesa. Nikasoma mm. comment pale, watu kama vile wakastaajabu Anko T mtafutaji, inakuwaje natamani amoe mwanamke mwenye pesa, maana nataka alelewe, ama tafsiri yake nini sasa? <laughs> Uh, unaambiwa ukiwa wewe una hela unatakiwa utafute mwenzako, hata kama ana ile hela ya wewe uliyokuwa nayo. Ila asiwe limbukeni wa hela yako. Yaani mimi siwezi sasa hivi nikaja nikamua mwanamke akaja kwa sababu ya hela zangu. Si umeelewa? Ila nataka mwanamke ambaye hata kama atakuwa na hela yao ana spirit ya kutafuta hela. Ili mimi ninapoleta laki saba, yeye nimkute hata na laki na nusu. Ili tusimisiuzi hela laki saba. Kama yeye nitamkuta ana hata hela laki na nusu, mimi tutaimisiuzi laki saba. Yaani na tunapoimisiuzi leo, kesho, kesho kutwa tunakuja wote tunakuwa tuna hela. Mm. Kwa hiyo mimi kitendo cha kuita mwanamke mwenye hela ili tuwe tuwepo na uhakika wa kutengeneza familia bora, lakini familia yenye uhakika wa maisha wa vitu tunavyoleta duniani. Unajua most of watu wanakuwa wametengeneza ndoa hapo, nikosema kwa mtu amekuja tu kwa sababu yeye ni anataka kuoa ni wanaoa, baada ya kuoa unazaa watoto, anateseka sababu watoto wasome na shule ya gharama inahitaji. in case of anything mimi, mii leo sipo, mke wangu anaweza kumuishisha mtoto wetu au watoto wetu maisha yale, yale walikuwa wanaishi kipindi mimi nipo. Kupitia sasa ile swali, baadhi ya mashabiki zako kwa tamani wafahamu Mwanamke ambaye Anko T sasa hivi anadeti naye ni mwanamke design gani hasa? Aishi Tanzania kwanza. Eh, mm -hmm. eh. na sio Mtanzania mm -hmm. afu Mtanzania Arabian. afuas mm -hmm. yes. ishi hapo uwai mm -hmm. mm -hmm. kumposti lakini, Ah sio mtu wa mitandao. Mimi hata misiposti hata mwanangu siwe kumposti. mm -hmm. yani mimi hapa niko mtandaoni mimi mwenyewe mimi hapa mm -hmm. lakini haya watu wangu wanazunguka si familia yangu awu wakuchagua kuja huko kwa siwezi kuwaleta kwa kufosi mm. Okay. wakifikia watafanya wenyewe. Okay, uncle, kwa kumalizia swali la mwisho kiasi mm. yes, gani maana tunaona haba yeah. today suit mm. hapa uh, kilichokuwa cha maana sana mm. ni this one. Mm. maybe Sir. watch ni gani dola 12 kama milioni 28 milioni 30 hii ndio 12 Rolex.